Kwenye upande wa mawasiliano ya simu na internet, mpaka mwezi wa 12 mwaka 2024 tulikuwa na minara iliyosimikwa kwenye mkoa wa Singida 225 ambayo imetapakaa kwenye wilaya zote za mkoa wa Singida, lakini pia uh, mawasiliano haya yanapatikana kwa teknolojia zote, ambapo tuna mawasiliano ya teknolojia ya 2G uh, 3G 4G na 5G na mpaka mwezi wa 12 u n asilimia 84.94 ya wananchi wa mkoa wa Singida wanapata walao 3G. Maana yake nini? Wananchi wa Singida wameingia sasa kwenye anga la kidigiti na pia wanaingia kwenye intaneti ya kasi na hivyo kuwarahisishia kuingia kwenye uchumi wa kidigiti ambao utawasaidia kwenye shughuli wanazozifanya kwa upande wa mkoa wa Singida kuhusiana na utekelezaji wa ujenzi wa minara hii mia 758 kama ifuatavyo, mkoa wa Singida ulinufaika kwa kupata idadi ya minara 32, ambapo minara hii imejengwa katika kata 31 hapo maana yake kuna kata na minara miwili ndio maana kuna, kuna minara 32 katika kata 31 na, na vijiji vilivyonufaika ni 55, na baada ya kukamilika kwa utekelezaji wa mradi huu 758 tuna imani wananchi wataendelea kunufaika na mawasiliano. Gharama ya jumla ambayo wamenufaika uh, katika ujenzi wa miradi hii iliyotumika kutekeleza mradi huu ni bilioni sita na milioni mia tano na sita na laki tisa na elfu ishirini na moja Sisi kama wizara ya mawasiliano na teknolojia ya habari hmm, kazi yetu kubwa ni kuhakikisha uh, Tanzania ya kidigitali inawezekana, na Tanzania ya kidigitali itawezekana zaidi hasa tukiweza kuhakikisha uh, teknolojia ya habari miundombinu tunaweza kuijenga kui kwa wakati na katika maeneo yote vijiji vyote vya Tanzania kuhakikisha tunawafikia katika ujenzi wa miundombinu. Kwa mkoa wa Singida niwapongeze sana. Tunafanya, tumefanya vizuri na hakika inatuongezea uh, nguvu ya kuona kwamba tunaendelea kufanya kazi kwenye mikoa jirani kubwa zaidi. Hapa mimi naomba tu nitoe uh, wito watoa huduma wote tumeona kwamba mkataba unaelekea mwishoni. Sasa tunaelekea mwezi wa nne na mkataba unatakiwa kufika tarehe 12 Mei, muwe mmemaliza ujenzi wa minara yote na muwe mmeiwasha, kwamba sasa wananchi wanafurahia. Ninafahamu katika asilimia 44 ya minara ambayo imebaki katika utekelezaji ipo katika hatua mbalimbali ya ujenzi, kwa hiyo Uh, viongozi wa watoa huduma, kwa maana makampuni yote yanayotoa huduma Tanzania yote, ambayo yaliingia mkataba na wizara yetu ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari, kwa maana ya TTCL, uh, Airtel, Voda, Halotel, Yas, wote kila mmoja ajiangalie, aongeze na muda wa kufanya kazi, ili kuhakikisha hii minara tunakuja kukabidhiwa na sio kuomba kuongezewa muda tena kwa sababu tunahitaji wananchi wapate kufurahia huduma inayotolewa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, akimaanisha Tanzania digitali, na nyinyi tayari mmepewa hiyo fursa ya kufanya kazi. Kwa hiyo kwa hapa ninawasisitizeni sana kufika Mei kumi na mbili, wote hakikisheni mnakuja kutukabidhi hii minara.